Uh, niko hapa kwenye kituo na tunaelezea kuhusu mfumo wa kutumia kadi ambapo watu watakuwa wanachota maji kwa kutumia kadi. Huu mfumo umeingia, na kwa nini huu mfumo umeingia ni kwa sababu ukiwa na kadi una uwezo wa kwenda kitu kwenye kituo muda wowote na ukachota maji kwa kiasi chochote unachokihitaji. Kwa hiyo tuna mfumo ambao kwenda kwenye kituo unahitaji tu kadi, sio kama mwanzo, changamoto ambazo zilikuwepo kwenye miradi hii ya maji unakuta mtu akienda kwenye kituo anashindwa kupata maji wakati kiongozi wa kituo akiwa hayupo, lakini kwa hii mashine ya AQtap na kadi ambazo tunazitumia hizi kwa ajili ya kuchota maji, unakuta mtu anaenda kwenye kituo muda wowote na ana uwezo wa kupata maji. Kwa hiyo ni mfumo ambao umesaidia sana upotevu wa maji. Kulikuwa kuna shida sana ya upotevu wa maji, unakuta watu wanakuja kwenye kituo, wanakuwa wanatumia maji kwa matumizi ambayo sio sawa, lakini kwa huu mfumo wa AQtap umesaidia watu wengi sana kupata maji kwa muda wowote Mfumo huu ambao tumebadilisha kutoka kwenye vituo vya kawaida kuja kwa kutumia AQtap, inamaana inasaidia makusanyo ya maji yawe sawa, yawe katika kiwango ambacho tulikuwa tunategemea, kwa sababu ambacho tunakifanya, tunategemea maji yanayozalishwa yawe sawasawa sawa na maji yanayouzwa ya kwahiyo, inamaana hii mashine inasaidia makusanyo mazuri ya maji, na hii itasaidia, kwa sababu hapa tunatumia AQtap hii, lakini tuna sola ambazo zinawekwa kwenye miladi ambayo Benki ya Dunia inatarajia kuwa na miradi kuanzia mia tano mpaka mia saba miradi hiyo, kwa hiyo kuibadilisha miradi hiyo kutokea kwenye kutumia diesel kwenye majenereta kuja kwenye sola, inategemea pia na kiasi gani tutaweza kukusanya mapato ya maji. Kwa hiyo mfumo huu utasaidia ukamilifu wa makusanyo ya maji ambao baadaye utakuja kutusaidia miradi mingi sana kuepuka gharama kubwa za uendeshaji wa miradi kwa kutumia uh, uh, generator tuelekee kwenye mfumo wa sola, nguvu ya jua. Saa hizi hatuhangaiki, tunakunywa maji ya usalama salimini. Mwanzo tulikuwa tunahangaika, ukienda bombani mida ya saa kumi unarudi kesho yake hata saa tisa mchana na dumu moja tu, lakini ukitaka hata zaidi ya mawili matatu, wezi pata, unapata moja tu. Kwa hiyo tulikuwa na shida sana. Mimi nipende tu kuwashukuru viongozi pamoja na otomisheni wametufaidisha mambo mengi mpaka sasa, muda wote unakunywa maji. Huu mradi wa nani wa, wa, wa otomisheni umetusaidia mambo mengi sana, kwa sababu kipindi cha nyuma watu walikuwa wanapata shida sana kuyafata maji ambapo yalikuwa yanapatikana ni kule kilichopo kisima, watu walikuwa wanatoka ni kama saa sita usiku, mtu anakuja kurudi asubuhi. Kwa hiyo maji yalikuwa ni ya shida sana, lakini kutokana na mradi huu umetuboreshea tunapata wafadhali yani, maji tunachukua tu hapa, ni nyumbani, mtu anabeba anapeleka nyumbani kwake cha yeah. okay. nyumba leo kwa ajili ya uzinduzi wa huu mradi wa maji kama ambavyo mnaona ambavyo hapa tunatumia teknolojia mpya ya mashine zinaitwa ectap kuchota maji, na ili mtu aweze kuchota maji lazima aiwe na, na kadi hii. Mradi huu umefadhiliwa na benki ya dunia. Kati ya miradi ambayo umefadhiliwa na benki ya dunia, huu ni mmojawapo pia, ambapo utekelezaji wake umefanywa na shirika la Water Mission. Uh, World Bank wana miradi mingi ambayo wamefadhili, lakini kulingana na kwamba miradi mingi inatumia generator na tunajua generator linahitaji mafuta ambayo mafuta ni ghali sana, especially hasa kwa watu wa vijijini ku, kuweza kurani hizo mashine za generator, kwa hiyo waka Tafuta mfumo mwingine ambao tunatumia sola kwa ajili ya kupampa maji kutoka kwenye kisima, lakini pia ili kuondoa upotevu wa hela na upotevu wa maji, kwa sababu maji yanatoka mengi, hela inayopatikana ni kidogo. Wakaja na hizi mashine kwa ajili ya kusaidia kupunguza upotevu wa maji, ambao mashine hii maji yatatoka kulingana na kiasi ambacho wewe mwenyewe umehitaji. Kwa hiyo uh, teknolojia hii kwa Tanzania ni ya kwanza katika hiki kijiji na dhumuni kubwa la World Bank ni kutaka miradi ya maji vijijini ifanye vizuri kwa vizazi vijavyo, uh, isiishie njiani, isiishie njiani kabla ya vizazi vingine ambavyo viko mbele ambavyo wanatarajia kuja. Kwa hiyo hii itasaidia utunzaji wa fedha, lakini huu mradi ni kama uh, pilot. Kwa hiyo huu utakapofanya vizuri teknolojia hii pia itasambaa kwenye miradi mingine, na wananchi watanufaika. Kwanza a, maji yata, kipato kitakachoingia kitalingana sawa na maji yaliyotoka, tofauti na system ile ya zamani ambayo tulikuwa tunapoteza maji mengi sana. Kwa unakuta fedha zinazoingia na maji yaliyotoka ni vitu viwili tofauti. Tulikuwa tunatumia visima vya pambo, ambapo wakati huo wa nyuma tulikuwa tunapata maji ambayo sio safi na salama. Yani maana yake kwamba ambaye hajatibiwa. Aa, baada ya kuingia hili shirika la Utamission kwa kweli tunapata maji yaliyo safi na salama. Ukiingia katika hali ya kiuchumi, mwanzo wakati tunatumia generator, hali ya kiuchumi ilikuwa chini sana ya kiwango, kwa sababu mapato yalikuwa hayaonekani, halafu wakati huo huo utakuta gharama tuliokuwa tunatumia ilikuwa ni gharama ambayo ni kubwa sana, ukizingatia kwamba tuna usafiri wa basi moja, kwamba wakati mwingine utakuta basi haliji huku, kwa hiyo tunakwama. Kwa hiyo kijiji kikiwa kinakosa maji takribani kwa muda wa miezi mmoja au siku tatu hivi, watu hawapati maji kiasi cha kutosha. Lakini baada ya shirika hili la Utamisheni kuja, kwa kweli tumenufaika kwa vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa tunakunywa maji ambayo yametibiwa, ambayo magonjwa ya kuhala kama matumbo na mengine kipindupindu kimepungua sana, hali ambayo imepelekea kwamba tunayo faida hiyo kubwa. Faida ya pili kwamba tunakusanya mapato kwa uaminifu, mapato mengi yanaonekana, kwa sababu hatutumii tena dizeli, tunatumia sola. Kwa hiyo mara nyingi sana mapato yetu kwa mwezi takriban tunaweza tukakusanya milioni mbili wakati wa kiangazi, lakini wakati wa masika utakuta kiwango kinashuka, kwa sababu mvua zinakuwa zinanyesha. Halafu watu wanapenda kutumia yani, matumizi mengi wanapenda kutumia makorongoni kwa ajili ya kufulia, kunywesha mifugo, lakini sasa hivi matumizi yote yanalenga maji. Kwa mfano, mifugo yanalenga maji hayo hayo, sijui kujenga maji hayo hayo, pamoja na matumizi mengine mengi tu ya nyumbani yanalenga haya maji yaliyo safi ambayo yametibiwa. Kwa hiyo maji yana kiwango ambacho kinaridhisha kwa manufaa ya binadamu, na sasa hivi tunatumia kadi. Kwa hiyo sasa, huu mfumo wa kutumia kadi kwa kweli, ndugu wa viongozi, ni kwamba haya yametwaishia hata ule upotevu wa pesa pia, kwa sababu tunatumia kadi na kila kaya ina kadi ambayo inatumia kwa ajili ya kuchota maji.